Leo sitaongea sana, kwa sababu sauti yangu haiko sawa sawa. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Muumba mbingu na ardhi kwa kutujalia kuatena <tose> <tose> na <wabu. tose> Abaya watu na kuna watu watakuwa wamekasirika mno, <coughs> eh, sisi kwenda nusu fainali. Kwa hiyo <coughs> eh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kusema kweli, kwenda nusu fufuzu kwenda hatua ya nusu fainali, kwa sababu hatua hii tulihitaji sana sisi kama Simba Sports Club. tulihitaji kwa sababu ni miaka mingi na Simba hatujavuka kutoka hatua hii kwenda hatua ya nusu fainali. Hatukuwa tunaridhishwa na sisi kuishia robo fainali, tulitamani kuvuka na kuandika historia yetu. E, nilisema jana kwenye hamasa zetu ya kwamba imetosha sasa Simba kujivunia rekodi za zamani Umefika wakati muafaka Simba tuandike rekodi yetu. Kila siku mwanasimba akizungumza, tumecheza fainali mwaka tisini na tatu, tumecheza fainali mwaka elfu mbili na tatu, tumecheza fainali si mwaka themanini ngapi tu Tumeche... wewe mwenyewe ujazaliwa au pengine hata wazazi wako bado hawajaanzisha uhusiano wa kindoa wa kupate wewe. Simba ndio amecheza huko amecheza huko finali. Sasa umefika muda na sisi wa kizazi hiki tuandike rekodi yetu. Tunapozungumzia rekodi ya 93, kuna watu walivuja jasho kuandika hiyo rekodi. Sisi tunafanya nini? twendeni hapo. Twendeni tukaandike rekodi yetu. Twendeni tukavuke, na kweli nimewezekana, tumevuka, tumekwenda hatua ya nusu fainali. Kila mwanasimba wa hiki kila mwana Simba wa zama hiki anastahili pongezi hizi na hii tumevuka. Ahmed ulianza kuzungumza na mashabiki kwamba baada ya kupoteza zile bao mbili ugenini, kama kuna watu wameikatia tamaa Simba, leo licha ya hali ya hewa ya mvua, lakini mashabiki wamejitokeza kuja kuvuka pamoja na timu yao. unawaambiaje mashabiki wa Mnyama? Inabidi niwapongeze. Uh, hali ya hewa ilikuwa mbaya, lakini kama haitoshi siku ya kazi, lakini kama haitoshi, tuko nyuma goli mbili kwa hiyo tulikuwa tuna negative nyingi kuelekea katika mchezo huu, lakini mashabiki wa Simba wakasema hatukati tamaa na timu yetu, na kweli wamekuja Benjamin Mkapa wao ndio wametuvusha wao ndio wameivusha Simba kwenda hatua ya nusu fainali. Wanastahili pongezi, na hili limekwisha. Tumevuka, tunajipanga na nusu fainali. Walitamani kumuona Mkwala wao, Mkwala amefanya yake, anamuona pia Mpanzu wa yule ambaye anasema ndo anaingia taratibu kwenye timu. Anaingia taratibu ama ameshaingia? Huyu mpanzo Mpanzu bado yuko asilimia sitini, anaendelea kujipata taratibu. Mkwala baada mechi ya kwanza iliyopita, uh, mashabiki wengi walitoa maoni yao, kama mechi inayokuja tukianza na Mukwala tunavuka, na mwalimu akafanya tathmini yake akaanza kweli na Mukwala na tumevuka. Amefunga goli zuri na la kusawazisha, lakini amefunga penalti nzuri na mnyama ameenda hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo mwalimu wetu ni mwalimu ambaye mpira, yaani ile Tactical aspect, technical aspect yake ya kiwango cha hali ya juu mno, huweza kung'amua nani atanisaidia kwenye mechi gani. <coughs> Sema kweli eh, wale ambao walikuwa wana wasiwasi kwa nini tuna makipa wengi wamepata majibu yake. Kwa nini tumemchukua Musa Kamara? Ametusaidia, ametuvusha, tumekwenda sio kwenye mikwaju ya penati mm. tulikuwa na presha mechi nzima mm. Yani uh, wakati tuna mechi inaanza tu tayari unaanza na pressure, kwa sababu uh, mko nyuma. Kwa hiyo mechi inaanza na anza, una pressure, unapata goli moja, bado unaendelea kuishi kwenye pressure, kwa sababu bado haujamaliza kazi, unapata bao la pili bado unaendelea kuwa kwenye pressure kwa sababu mpinzani wako akipata bao moja, inakulazimu wewe utafute mabao mawili ili uweze kuvuka. Kwa hiyo haikuwa mechi ya starehe hata kidogo. Kama vile tumeangalia filamu ya, ya kutisha ya kizombe yeye yeah. hauwezi kuenjoy hata yeah. muda mdogo yeah. ushe kuiona movie ya Final Destination yeah. hauwezi kuenjoy kuangalia ile yeah. movie kila mtu anakuwa anajifichaficha namna hii, kwa sababu najua kuna ajali yeah. mbaya atafikia yeah. watu watakufa. kwa hiyo yeah. ndio mechi ya leo haina starehi hata kidogo, ilikuwa ni mechi ya kuvuka filimu ya mwisho imepulizwa, kwenda kwenye penati kwenye, kwenye penati bado na kwenyewe, kuna presha kubwa presha inakuja tukikumbuka, tumewahi kutolewa mara mbili kwenye robo finali kwenye hatua ya penati tumetolewa na Orlando, tumetolewa na kwa na, na, na hiyo na, wakati penati zinaanza, unakumbuka namna ambavyo mliferi mara ya kwanza feri mara pili, najiuliza je, hii tutavuka kwenye penati penati? Lakini unapata matumaini kumwona anayekwenda kupiga penati ni fundi wa penati duniani, Jean Chalet Ahua, binadamu mwenye binadamu pekee ambaye hakosagi penati. Unapata matumaini ya kwamba huyu akifunga tuko sawasawa, lakini unajiuliza kama huyu ndo mtaalamu wetu wa penati akikosa, maana yake umeiangusha timu nzima. Lakini Mungu ni wetu, Ahua nafunga penati ya kwanza, anafungua milango kwa wenzie na wanaokuja wote wanafunga. Nyama anakwenda zake nusu fainali na silaha ya kila namna na, na silaha. Silaha ya hakuna kitu ambacho hatujafanya kwenye hii mechi yeah. Tumesali mm -hmm. Tumefunga, tumeomba, tumetoa tume sadaka mm -hmm. Tumefanya kila kitu ya kuvunja mmevunja, tumemwomba Mungu kwa kila lugha mm. Kiswahili mm. Kiarabu, Kiingereza mm. Kifilipino mm. Kibantu hey, kuhakikisha kwamba Mungu anapokea maombi yetu na mnyama. Ahmed, mwanzo mlionekana kumpelekea mwaliko Mtume Mposa ni wazi Simba mefuzu kuelekea nusu finali. E, mtarudisha pongezi ama e, shukrani kwa Mtume wa shimu, wa antiketi, watu wote ambao wameshiriki kuisaidia Simba kupata ushindi huu wanastahili pongezi. Watu wote ambao tumewalika, watu wote ambao wamenunua tiketi, wote hawa kwa pamoja ni collective, yani ni, ni mafanikio yaliyotokana ya, ya mm, na nguvu ya pamoja. Watu wote wanastahili pongezi na tunawashukuru sana. Yeyote atakayekuja, sisi tuko tayari kuruka naye. Zamalek, mm, yeah, yes. Na tunakwenda kujikumbusha historia yetu ya mwaka elfu mbili na tatu na tangu baada ya hapo hatujawahi kucheza naye tena mm. Kwa hiyo tunakwenda kukutana naye safari hii, tuko tayari kuruka naye

ni kuvuka robo fainali hmm. kwenda nusu fainali. Ilikuwa lazima mwaka huu tuvuke hapo kwenye hatua inayofuata kwa sababu singependeza tena kuishia hatua ile ileile kwa, kwa mwaka wa sita. Kwa hiyo tumetimiza lengo la kwanza la kuvuka kwenda hatua ya nusu fainali. Bahati mbaya hmm. ama uzuri, ratiba hmm. ya nusu fainali ni katikati tu hapo ya mwezi wa nne. Kwa so, wale wote ambao wanahitaji kwenda aidha Afrika Kusini hmm. ama kwenda kwenda kwenda Misri <coughs> waanze maandalizi mapema <coughs> kama ni Misri basi hmm. visa, kama ni Afrika Kusini tutakusia hapo Tunduma hmm. kwa leti Zambia hapo <coughs> <kusini tose> sawa bana, kuanzeni maandalizi. Kwa hiyo lengo la kwanza limetimia kuvuka. hmm. Lengo lililobaki sasa ni kutoka nusu fainali kwenda fainali yenyewe hmm. na tukifika fainali yenyewe hmm. Tunaweka malengo mapya ya kuchukua ubingwa. Kwa sasa malengo yetu yanakwenda kulingana na mechi yes ya sasa. Malengo ya ujumla tumefanikiwa na kuvuka kwenda nusu fainali. Sasa mm, kwenye nusu fainali tunaweka malengo ya kwenda fainali mm, kwenye fainali tunaweka malengo ya kwenda fainali yenyewe tulifanikiwa mm. Yeah, Ahmed, ama tumefawako so, walioea so, ama yule e msemo wako wamebadilisha coto cha kuambia wao sasa, kusema kweli hakuna ambaye alitarajia hasa mm. baada ya kuchukua chuma mbili kule kule kule kule Messi, kila mmoja aliamini kwamba safari yetu imeishia hapo, lakini sisi tunasema hii tunavuka no matter what. Yani hata kama akangalia kauli ya hii, tumevuka tuli tulianza nayo kabla ya kuenda hata kwenye mechi ya mm. kwanza. Kwa hiyo ma, ma, magoli ambayo tulifungwa kule Messi haya kukiumisha kwenye kampeni yetu hii tunavuka. Na fahamu, wapo wengi ambao walikuwa hawataki kumwona Simba anavuka, lakini kwa ubora tuliokuwa nao na maandalizi tuliyokuwa nao, na ndugu zanguni, maandalizi tuliyoyafanya safari hii yalikuwa ni maandalizi ba kubwa sana yalikuwa ni maandalizi makubwa mno, ambayo ilikuwa lazima tuvuke, labda Mwenyezi Mungu tu angekata, lakini kwenye juhudi za kibinadamu Simba tumefanya kila kitu. Semaji, tumesikia kuna bonus kubwa ambayo imewekwa na tajiri kubwa ambayo abii